Somo la themanini: viumbe vya kigeni wa kimaandiko wana asili mbili. Madumuni hapari na siku njema. Huyu ni msauri wa Biblia mshairi, ni msimuliaji wa hadithi anayerudia maandiko ya jadi yanayohusiana na utamaduni fulani wa mdomo niko hapa kusimulia na kupanua kile ambacho fasihi ya Bibilia inasema kuhusu Mungu ni nani na wanadamu ni akina nani. Somo hapa ndipo tulipo leo. Kipindi katika kipindi cha podcast ya mshairi wa Biblia PP pipi, esoni ya sabini na tisa Bibilia alien, tuligundua kuwa binadamu anayemwamini Yesu kibibilia hubadilishwa kutoka kwa mtu wa dunia anayefaa kiasili kuwa kiumbe wa kigeni. Bila shaka Yesu Kristo ndiye mfano wa kwanza wa hawa watu wapya wa kigeni. Hata hivyo, tofauti na Yesu ni kwamba watu hawa waliobadilishwa bado hawajafufuka kutoka kwa wafu. Hiyo ni hili ya, yao mipya ya ufufuo inasubiri haida. Mabadiliko yao ya kiroho hayacha kamilika. Asili yao ya samani ya kibinadamu haichaondolewa kabisa, bali asili mupya inayoelekezwa kwa Mungu imeongezwa. Mada ya podokasti hii ni kupanua ukweli wa tatizo la hizi asili mbili zinazopingana lakini zipo ndani ya mtu mmoja kwa wakati mmoja. Katika Biblia Bard lesoni ya sabini na nane Yesu, tulichunguza maandiko ya kibiblia ambapo Yesu anajiteng... anajitangaza kuwa mgeni. Biblia pia inasema kuwa wale wanaomtafuta Yesu wa kibiblia kwa wageni duniani. Na ili si fumbo, linamaanisha kiarisi. Acha ukweli huu wa Biblia uingie akilini mwako. Ukweli kwamba Yesu Kristo aliyefufuka alikuwa mgeni na akuwa tena mwanadamu hauwezi kupingwa. Maandishi ya Agano Jipya yako wazi na rahisi kuelewa, hata kama ukweli unaowasilishwa ni mgumu kuamini, ugumu huo haufanyi maandiko yawe si kweli. Mchakato wa kuwa mgeni kutoka kwa ubinadamu. Basi wale wanaoamini katika Yesu Kristo aliyefufuka kibibilia ugeu ugeuka kuwa viumbe halisi wa kigeni wanaoishi duniani. Huyu hapa ni mchakato kulingana na Bibilia. Nambari ya kwanza, uchumbe kutoka kwa Mungu ulio katika Bibilia unasema kuwa wanadamu hawawezi kufanya chochote ili kujibadilisha wenyewe ili waweze kuishi katika uwe, uwepo wa Mungu. Kwa mfano Warumi tatu mstari wa kumi mpaka kumi na mbili na Waefeso mbili mstari wa tatu zinasema kama ilivyoandikwa, hakuna mwenye haki, hakuna hata mmoja, hakuna anayeelewa, hakuna anayetafuta Mungu, hakuna anayefanya mema, hakuna hata mmoja. Waefeso mbili mstari wa tatu sisi sote pia tuliishi miongoni mwao wakati fulani, tukifuata tamaa za famili yetu na kufuata matamanio na mawazo yake kama wengine tulikuwa. Na kwa asili tuna stahili gadabu. Maoni: wazo hili la kibibilia linashangaza. Linatamka kwamba watu wote waliozaliwa kama wanadamu si wenye haki na hawawezi kufanya mema. Andiko hili linawakumbusha waamini kwamba kabla ya kupokea asili yao ya pili kutoka kwa Mungu wao wenyewe walikuwa wasioamini wa kwa asili walistahili adabu ya Mungu. Nambari ya pili, wale wanaoamini ujumbe huu wa kigeni njili na kuwa wafuasi wa Yesu Kristo wanapitia mambo mawili ya kushangaza. Na kwanza Mungu uumba ndani ya asili ya pili isiyo ya kibinadamu lakini safi kimaadili na inayolingana lingana na Mungu, na yeye uweza uwezo wa kuwa mbele za Mungu katika ulimwengu wake mbinguni. Asili ya kwanza ya kibinadamu, ambayo kila mtu usaliwa nayo, haiondolewi au kubadilishwa, inabaki pale pale na kuamsha inapoachwa bila kudhibitiwa na shughuli za asili ya pili. Asili ya pili ina sifa zote za kiroho za Yesu Kristo. Inafufuka lakini sifa za kimwili bado asijaamilishwa, asija kwa sababu muumini bado hajafufuliwa kutoka kwa wafu ili kulijibia la watu wanatembea duniani wakiwa na asili ya kigeni kutoka kwa Mungu ikiishi ndani yao. Hili ni tatizo la wasiomwamini, na ndio sababu wanachukishwa sana na Kristo wa kibibilia. Ndio maana wana wadihaki watu hawa. Wasioamini mara nyingi wanaweza kuishi asili ya kigeni ya waumini na uchochewa kwa hisia hii hii. Hata kama si kwa tabia au ujumbe wa Kikristo moja kwa moja ili kuwachukia waumini wa imani ya kibibilia. Tatizo kwa muumini ni kwamba asili yake ya zamani ya kibinadamu bado hipo ndani yake. Muumini anataka kumtegemea Mungu na kuandan kuendana na maadili yake. Muumini ambapo asili ya kwanza ya kibinadamu inachukua udhibiti kwa muda, na ili utokea kwa waumini wengine bila shaka, pale ambapo asili ya samani inatawala na kumfanya muumini kutenda dhambi, ili uwafanya wasioamini kuwaita waumini wanafiki. Kwa kuwa hawaelewi ndani ya asili mbili kwa waumini. Huu mgogoro katika maisha ya muumini ni usuni ya kudumu kwake, unaposhuhudia maisha yake ya samani yakipenyesha ndani ya maisha yake mapya ya amani na Mungu, ambapo mawazo mabaya na matendo maovu yanatawala akili, nia na matakwa ya muumini kwa muda mfupi, kisha yanapungua na maisha ya asili mpya yanapata tena nguvu yake. Mgogoro huu umeelezwa katika andiko lifuatalo, Warumi saba mstari wa ishirini na mmoja, basi naona sheria hii ikitenda kazi, ingawa ninataka kufanya mema, uofu uko nami. Kwa kuwa katika utu wangu wa ndani nafurahia sheria ya Mungu, lakini naona sheria nyingine ikifanya kazi ndani yangu, ikipigana na sheria ya akili yangu na kunifanya mateka wa sheria ya tambi inayofanya kazi ndani yangu. Ole wangu! Mimi ni nani atakayeniokoa na mwili huu wa mauti? Na mshukuru Mungu anayeniokoa kwa njia ya Yesu Kristo Bwana wetu. Usindi didi ya mwogoro wa asili mbili. Aya ni mpaadi ya maereso maelekezo yanayotolewa kwa waumini jinsi ya kuishi duniani na kushinda mgogoro kati ya asili mbili. Wakolosai tatu mstari wa kwanza mpaka mbili, tano mpaka tisa. Erekeseni mioyo yenu kwenye mambo yaliyo juu. Erekeseni akili zenu kwenye mambo yaliyo juu, sio ya dunia. Uuwe ni basi chochote kilicho sehemu ya asili yenu ya dunia: washirati, uchafu, tamaa mbaya, tamaa mbaya na ulafi. Mlipokuwa mukiishi maisha ya zamani, mulitembea katika njia hizi, lakini sasa lazima pia mjiondoe katika hayo yote: hasira, ghadhabu, uovu, matusi na lugha chafu kutoka vinywani mwenu. Musidanganye nyinyi na kwa nyinyi. Majadiliano. Wakati andiko linasema elekezeni akili zenu, linamaanisha nguvu za hiari, ili kuipa nafasi ya asili ya pili na kukataa utawala wa matendo ya asili ya kibinadamu katika maisha yao. Kwa anayeamini anaye, ni jambo la kushangaza kusikia sifa za asili ya wanadamu zikielekezwa kwa njia mbaya sana katika mistari hii. Wanadani kwamba ikiwa wanawapenda watoto wao ni, we, ni mengine mazuri, Mungu anawaona kuwa wenye haki kwa sababu wao ni wastaarabu waadilifu wa kidini na wana nidhamu ya kibinafsi. Wanadani kuwa Mungu atapima mema yao dhidi ya mabaya yao na kuwa hukumu yake itawapendelea na kuwapa nafasi ya kwenda mbinguni. Ukweli kwamba wasioamini udani kuwa asili yao ya kibinadamu ina wema wowote mbele za Mungu umetachwa katika maandiko ya Kibiblia kuwa ni upofu au giza la akili ambalo aliwezi kujielewa kama Mungu anavyo waona ukweli kwa muumini, tofauti kati ya asili hizi mbili inaeleweka wazi kwa sababu wanapitia tofauti kati ya msukumo wa asili ya kibinadamu dhidi ya msukumo wa asili ya pili. Wakolosai tatu mstari wa kumi na mbili mpaka kumi na saba inawaeleza waumini kama ifuatavyo: jifikeni hutu hupya ambapo unafanya hupya katika maarifa kwa mfano wa muumba wake. Kama watu wa Mungu walioteuliwa, watakatifu na wapendwa, jifikeni huruma, wema, unyenyekevu, upole na uvumilifu. Sameheni kama Bwana alivyo wasamehe ninyi, na juu ya haya yote jifikeni upendo. Amani ya Kristo itaware mioyoni mwenu na muwe na shukurani. Neno la Kristo na likae di, ndani yenu kwa wingi kwa shukurani katika mioyo yenu. Na kila mfanyaro kwa neno au kwa tendo, difanyeni lote kwa jina la Bwana Yesu, mukimshukuru Mungu Baba kwa yeye. Kwa yeye maoni asili mpya ya pili Iliyoumbwa na Mungu inaelezewa inaere, hapa kama utu upya. Tofauti kati ya asili hizi mbili katika mistari hii miwili haiwezi kuwa wazi zaidi. Tatizo katika asili yao ya kibinadamu, lakini kama maandiko haya yanavyopainisha, hilo si kweli. Asili ya wanadamu ni kibovu kimaadili imejaa giza na ni ovu, wakati asili ya pili ya kigeni ya na badala yake ina miliki maadili ya Kikristo yaliyo ya wazi, yenye mwangaza na wema. Somo mshairi wa Bibilia anatoa maandiko ya Bibilia yanayoeleza ya Mungu ni nani na wanadamu ni akina nani kwa mstari inayofanana uasi mabadiliko katika mtu anapomwamini Yesu na wabibilia Bibilia inafafanua chanzo cha hali ya waamini um, wa na kusema kuwa asili ya wanadamu ni kigeni kwa Mungu kama vile Mungu alivyo mgeni kwa wanadamu, lakini kwa wale wanaoweka imani yao kwa Yesu Kristo, Mungu uca na kutengeneza ndani yao asili ya pili inayolingana na asili yake ya kimungu. Asili hii mupya inawafanya waami, waamini kuwa wageni kwa wanadamu kama vile Mungu alivyo mgeni kwa wanadamu. Lakini Mungu awaondolei waamini asili yao ya samani inavyo mpinga, badala yake anaongeza ndani yao asili mupya inayokubaliana naye. Maandiko yanatambua migogoro inayosababisha na kuwa na asili mbili, lakini yanaelezwa kwamba asili ya samani itaondoka kwa wakati wa kifo, huko asili mupya ikiendelea kuishi na kumpelekea mtu mbele za Mungu katika ulimwengu wake wa kiroho. Kuna chaguo la pili la mabadiliko haya ambalo ni kwamba wale ambao bado wanaishi katika miili ya kibinadamu wakati Yesu Kristo atakaporudi watabadilishwa mara moja, ambapo asili yao ya samani itaondoka na asili mupya itakuwa hali yao ya pekee kama ilivyo moja wa Thesaloniki 4 mstari wa 16: kwa maana Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni kwa amri kuu, kwa sauti ya malaika mkuu na kwa parapanda ya Mungu, nao waliokufa katika Kristo watafufuliwa kwanza. Baada yao ayo sio tuliohai tuliosalia tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumuraki Bwana angani. Hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Maoni. Watu wengi husikia ujumbe huu wa kigeni kwa njiri ya kumuriria Mungu awasaidie katika wakati huu wanapoundua wasi kuwa wamelaaniwa. Wanamuriria Mungu awaokoe, Mungu hujibu na huumba ndani yao asili ya pili. Mshairi wa Biblia ametoa baadhi ya maandiko mengi yanayoeleza mabadiliko haya. Kumulilia Mungu na msaata ni tendo la matendo mema, ni kitu ambacho asili ya binadamu inaweza kuelewa na kutekeleza, ni fumbo linalotokea kati ya Mungu na mutu kibinafsi, pale ambapo mwangaza wa ufahamu kutoka kwa Mungu na unamfichulia mtu hali yake halisi ya kiroho na anataka kuokolewa kutoka humo. Bila shaka, watu wengi wanaridhika na asili yao ya kibinadamu waliosaliwa nayo, na hawataki chochote cha kufanya na Mungu anayehadibu wasiomwamini. Wanapinga dhana yoyote ya Mungu inayowahukumu na mawazo yao au matendo yao. Mshairi wa Biblia ufanya lolote kuhusu watu wanaofikiri hivyo? Podcast ya mshairi wa Biblia ni ya hukumu. Mshairi wa Biblia achajaribu kugeuza au kuweka dini fulani. Ninaleta tu maandiko halisi yanayoeleza mashuara haya jinsi Biblia inavyosema. Mutasari, Biblia inatoa picha mzuri na ulimwengu huu mpya ambapo kisasi hiki kipya cha ja watu kina, kitaishi baada ya kisasi cha zamani na wanadamu kuondolewa kabisa. Ufunuo 21 na moja mstari wa tatu mpaka ini inasema, nikasikia sauti kuu kutoka katika kile kiti cha enzi ikisema, tazama maskini ya Mungu sasa ni miongoni mwa watu, naye atakaa pamoja nao, wao watakuwa watu wake naye Mungu mwenyewe atakuwa pamoja nao na kuwa Mungu wao. Ataku, atayafuta machozi yote machoni pao, hakutakuwa na tena na mauti wala maombolezo wala kilio wala maumivu, kwa maana mambo yake yamepita. Wazo hili la ubinadamu aliyobadilisha kuwa kisasi kibya linawatatiza wasioamini, ambapo wanaelewa ujumbe huu, lakini wana ukataa. Wanaona ujumbe huu wa kigeni ukipingana na mafundisho ya dini ya, yao walioirithi. Hivyo wanaona watu hawa wapya, waumini hawa wapya kama makafiri au waasi. Waumini hawa wanaonekana kama waasi, wanaonekana kuwa tishio, kwa sababu wana utii kwa mamlaka kidmsa ambayo si ya dunia hii, mtindo wa maisha ambapo watu hawa wanaubiri kama njia ya Mungu, maadili yake ana kasirisha na hata kuwasitua wanadamu wa samani, na hivyo wanaonekana kwa waliojaa kiburi kama hauna maana, amepitwa na wakati, au hata mbaya zaidi, kuwa na kipaguzi na juki na haramu wale wanaokasirishwa na waumini kama hawa wanaofikiria kuwa watu wanashikilia mawazo haya wanapaswa kukamatwa, kufundishwa upya, au kuadhibiwa itimizo. Hivi ndivyo hivi ndivyo mshairi wa Biblia anavyofanya kazi, maelezo mafupi na yaliyo lengwa kwa umakini. Hakuna kufuruga, hakuna kupotea katika muda nyingine. Mshairi wa Biblia anatoa kile ambacho Biblia inafundisha kuhusu mada fulani. Semeni, sisemi hili niki ni kubadilishe dini. Podcast ya mshairi wa Biblia ni kutoa taarifa, tunayozungumzia kile ambacho fasihi ya Biblia inasema. Mawazo ya dana sio washirisho kwa sababu watu wengi hawajawahi kujishughulisha na mawazo ya kibiblia. Wamusi wa kukubaliana au kutokubaliana na matamusi ya Bibilia ni wako mwenyewe. Saidia podcast ya Msairi wa Bibilia kupitia Petroni kwa kiasi kidogo kama ora moja au wiki au ora tano kwa mwezi, unaweza kusaidia kugharamia gharama ya bodokasti. Unaweza pia kutoa mchango kupitia GoFundMe. Mshairi wa Biblia mwenyewe apokee mshahara wala atumii zaidi ya waungaji mkono kwa manufaa yake binafsi. Tuma maswali yoyote au maoni kwa mshairi wa Biblia kupitia bibliabad.us@gmail.com muunganisho Asante kwa kufuatilia. Ushiriki maudhui ya mushairi wa Biblia katika njia zifuatazo: Amazon, Facebook, Instagram, iTunes, Rambo, SoundCloud, Biblia Bard, Spotify, this is the Biblia Bard, TikTok, Biblia Bard us. Natamba, asante kwa kumisikiza.